Kuanzia asubuhi hapa. Kali bwana. Eh, angalia hapo. Mimi jana nilishia hapo. Unaona udogo? Mm. Unaona? Hao wanamteka, hao majamaa. Eh, hao hapo washikaji wanamteka hapo. Sasa huyu unaona udogo mshwa siku akija kukutana na mama yake. Eh, si ni ngapi? Karibu. Aha! Eh. Na pia madogo. Safi, karibu. Safi, mambo vipi? Safi. Bwana, mnaleta mgonjwa, mimponye. Zote sasa hii nimekamilisha kabisa. Nilikuwa kuna kitu inasumbua ata sasa hivi nimechomelea moja kwa moja w. Baada ya kuzunguka zunguka hivi inasimama sehemu moja, wa nakusanyika nyinyi na pepewa, ifanyi tena nimesimamisha, eh, mwenyewe

Chooni. Hapo kitoka hapo kuna choo cha nje upande wa hivi, ndogo kuna choo nje, mlango uloingilia ndogo, pita hivi

Siamesikia watu, yani ndo shida ya kulabisi. Kisha kulabisi tu, vitu vinaelea aijazama tu.

Ni kule kule tu ile tu ile nani, maji yale nani, yameisha, inaona kama yameisha hadi bombani, mpaka bombani nimekinga, ndo kama sitaona, lakini ina shida, itaenda tu yenyewe. Kwani mimi simesema kama mwezi tumieni nje huko? Hivi nyie mnataka mimi niongea mara ngapi? Naomba mjicho, msheki unisaidie hata jikoni kuingia nyie. Au napata mimi wanaouaja. Nikiongea, mnataka shiko umeanza ndio kama nawaonea nyie watoto. Shem. Basi sema wao wasamee, wasamee. Okay. Wasamee. Atusamea <laughs> nini? Niwasamee wao. Wasamee. Haiyo basi mke ni mapeno kusema. Basi tuendelea kwa sauti. Hivi shemeji unafikiria wanasameka? Hivi unajua usheka nao? Yani, mme wangu saingine naonaga kama nawaoneaga watoto mimi. Jamani, mitoto mi, mi, nilipita kwa ni, ni, ni ni kule nikaona mazinga m kasema atakuwa nyumbani Staarabu mmeshindwa, naomba ni mtumie nje uko huko, wacha kunisaidia kusafisha jamani. Mbona wananifanyia hivi, naumwa hata kunionea huruma jamani, ilijichwa lakini haje kusaidia hata jikoni, hata jikoni kweli. Wao kusimata, mnanifanyia hivyo, mbona kunionea mimi jamani.

Hivi ile ile ile ni haja au mtu kajifungua pale. Kaka, mimi utaratibu wa uzani wote mimi naujua. Usicho. Mimi nafikia ni ama bwana kifamilia. Ndio. Ni shai, ni shai. Ni shai, kachi. Kachi. Yeye utaleta kachi ndugu yangu. Kachi, kachi. Wewe ndugu yangu, hao wadogo zangu. Ni lazima niwaseme mbele yako niwakanye nisionekane na ila. Hao wanaweza kufanya mke wangu aonekane mbaya kumbe ujinga wanafanya wenyewe. Wao kufanya upuuzi kama ule. Basi sasa tukubalianeni hapa kama wanaume. Nani amepuu?

So, nataka na mseme mke wangu ndo alokuwa, kwa sababu ya ile mtu ameshindwa kukaa kwenye sinki si so, unaelewa? Amekanyaga ame, ame sinki, yani amechuchumaji kwa juu, ametupa pale ya migoma, katupa ukutani, katupa pembeni. Wewe basi ongea, angalia vizuri, ongea basi kama nilivyokuambia, si utaratibu tunaujua, ila kwa heshima yako kaja mgeni hapa mm-hmm, na akasema alikuwa anatoa ndogo haja ndogo, na huyu ndo kamwelekeza sasa. Wewe mwangu mimi unaniponza kweli, ndio maana nikasema, bro, acha mimi tutoke nje, nikaongeza ndoni flash pale. Kwa hiyo wewe ndio ulifanya shughuli hiyo, umetoa ndogo, umetoa kubwa, mimi lengo langu bos, wewe ndio ulofanya vile. Ndugu zangu, jukumu lote, hasira zenu zote, malizaneni hapo.